Tupate uchambuzi wa kina kuhusu e, taarifa hii na taarifa nyingine ambazo tumekusomea. Tunaye hapa Ibrahim Rahbi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim, karibu sana. Shukrani. Mwaka 2019 Papa Francis alipofika Juba, e, alikutana na Riek Mashar pamoja na Salva Kiir ambao wamekuwa wakipigana. Eh, akawabusu aka, aka, aka kabisa miguu kuwaomba kwa unyenyekevu bana cheni kuzozana, masababisha watu wanakufa watu wanakuwa na njaa nchi inakuwa inazidi kuwa, kuwa maskini. Licha ya kufanya vile, lakini bado viongozi hawa hawajamaliza tofauti zao na badala yake bado vita zinaendelea. Unajua uh, moyo kuwa hai hmm. Yani uki, ukitaka kujua we moyo wako uko hai ni ule moyo unaoguswa na, na maumivu ya wengine hmm. Huo ni moyo ulio hai. Moyo ambao umekufa hauwezi kuhisi chochote kwa madhila ya wengine. Wakati Papa Francis anawaambia hilo, wao walikuwa na kumbukumbu ya vifo vya watu laki nne ambavyo wamevishuhudia kwa macho yao, kwa kiwango kikubwa. Lakini wakikaa wakitulia, dhamira zao zinawaambia kabisa kuwa wale watu laki nne waliwawa kwa sababu yetu. Ndiyo, huenda mimi ningeepusha, ninge mkono wangu, labda hili lisingetokea. Lakini ili uweze kuwaza vile, unatakiwa uwe na moyo ulio hai. Sasa Papa Francis eh, amefariki mm, lakini si tu kwa la Sudani, lakini karibu karibu kila hotuba yake alikuwa akitoa, alikuwa anazungumzia zaidi sehemu yenye migogoro duniani. Amestaja sehemu nyingi sana, alikuwa anazungumzia Bangladesh, alizungumzia Myanmar kule vurugu zilizokuwa zinaendelea, amezungumzia kuhusu Lebanoni wakati wa vurugu, amezungumza kuhusu Israeli, amezungumza kuhusu Sudan, amezungumza kuhusu Kongo, karibu kila sehemu alizungumza. Kwa hiyo kama hawa viongozi wa kisiasa wa haya maeneo mioyo yao bado iko hai, basi wanaweza kurudi nyuma na kukumbuka kuwa huyu mtu alituambia kwa nafasi yake mm. Lakini inategemea kama mioyo iko hai mm. Kama mioyo yao imekufa, kile unachokiona wewe hakioni, wala zile hisia ambazo wewe unazipata yeye hazipati zile hisia, kwa sababu yeye moyo wake ulishakufa kabisa. Na, naona na, hapa balozi wa Vatican, e, kwenye hii ibada amezungumza wazi kabisa, na hapa namuona pia Salva Kiir Mayardit yupo kwenye ibada hii ya ni kweli kabisa. Ndio ninachokuambia kuwa kama moyo wake ungekuwa hai hapo kunajua. Uh, wanasema nafsi ina, ina, ina tabia ya kusahau. Hmm. Yaani binadamu alivyoumbwa husahau, lakini wanasema nafsi iliyo hai ni ile inayokumbushwa ikakumbuka. Yaani kama una, kuna wakati unajisahau, halafu kuna watu wanakuambia, bana ulipofika hapo mm, sio pazuri mm. Alafu unarudi unaifikiria, ila kweli hapa nilipofika sio pazuri, unarudi unashusha silaha chini, kwa sababu huu ugomvi wa Salva na, na, na Machar mm, ni binafsi w unaowahusu zaidi, na hasa ni vita vya madaraka, yeah, kuwa yaani kuwa ukiamua kuwa bana, mm-mm, kuna kufa au kuna kesho hmm. au kuna nini? Unaweka silaha pembeni, unasema hebu tujenge nchi yetu hmm. Mnakaa mnazungumza, lakini yote hiyo inahitaji kuwa huyu binadamu nafsi yake ni kweli halisi kuwa ipo kwenye uhai, kwa sababu uh, tunaweza tukaona wanasiasa wengi wanahubiria kuhusu hilo, lakini ukweli kuwa hawaamini lolote kuhusu uwepo wa Mungu wala hakuna chochote wanachokifuata na hawa, wala hawajali kuhusu huo uwepo wa Mungu. Hiyo hmm. shida ndio inakuwa hivyo sasa. Tukiachana hiyo uh, lakini tukisalia hapo hapo kwenye maombolezo ya Papa Francis tuliona viongozi wengi wakubwa wa, wa, wa nchi mbalimbali walikutana eh, kwenye, kwenye, kwenye mazishi ya Papa Francis. Lakini eh, moja kati ya vitu ambavyo mimi niliviona, niliona rais wa Ukraine uh, Volodymyr Zelensky na Macron na Trump, kuna wakati fulani walijitenga, wali pembeni, wakawa wanazungumza. Lakini wakati wa mazungumzo yale, pengine, unajua sisi ambao tunatafsiri tunajaribu kuangalia vitu kwa lugha ya picha, tuliona pengine kuna hatua zinapigwa hasa kwenye kumaliza mgogoro unaoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Lakini jana wakati e, Marco Rubio, waziri wa, wa mambo ya nje wa Marekani, akihojiwa na e, NBC anaonyesha kwamba kuna namna ambavyo Marekani inaona hatua inayochukua kupatanisha Urusi na Ukraine ni kama zinachechemea hivi azizai matuna na wametishia kwamba watajiondoa ikiwa e, hakutakuwa na ufanisi kwenye mazungumzo haya. Ni kama wanatishia ama wanania kweli ya kujiondoa kwenye mazungumzo yenyewe? Uh, tishio la pili hili linalotolewa na Marco Rubio mm. La kwanza litolewa na JD Vance makamu wa rais, wiki jana, kama hamwezi tutajitoa baada ya kutoka kwenye mkutano wa London. Maanake mm -mm. Ilizua hili la kuzua mm. Kama Marekani atajitoa kwenye haya mazungumzo itabidi atujibu kuwa kauli za Trump sio halisi. Ndiyo. Kwa sababu Trump alishatuahidi kuwa yeye humgogoro kwake ulikuwa unahitaji saa 24 tu aweze kumaliza. Sasa toka Januari huko hapo White House. Sasa tunakwenda Mei, bado ni kama vile njia haionyeshi kama kuna taji ya kijani bado kuwa taa ni standby imewaka na, na, na red mm. Ndio inatuonyesha kuwa bado mambo ni magumu kujivuta, au e, kuonekana kusuasua kumeendelea hasa kuanzia kwa wiki, wiki mbili zilizopita, na imekuwa vile baada ya sharti jipya la Urusi lililowekwa kwenye mazungumzo ambalo Ulaya wameonekana kulipinga. Ukiangalia taarifa, mfano jana uh, Trump baada ya kurejea kutoka uh, Vatican dio, alikuwa akiongea, au rudi nyuma kwenye interview aliyoifanya na Time, anasema kuwa, na, na, anasema sina shaka kama Zelenski atakataa Crimea iende upande wa Urusi mm. Hapo ndio kwenye mzozo kuwa Crimea iende upande wa pili wa Urusi mm -hmm. Hapo kwenye mzozo sasa, hili swala la Crimea halikuwepo kwenye mazungumzo yoyote ya kwanzia mwanzo hii hmm. Swala la Crimea kulikuwa kuna maswala ya Luhanski, Donestic na eneo lote la Donbas, lakini Crimea ilikuwa imewekwa pembeni kuwa ibaki kuwa Crimea kimataifa itambulike kuwa ni eneo la, la Ukraini. Sasa mara hii Urusi kama kampenyezea karatasi Marekani kwa chini kuwa hili lazima tulijadili kwenye haya mazungumzo na tumalize kabisa. Na tayari vyombo vya habari vimeripoti kuonyesha kuwa Marekani ilishakubaliana kabisa kuwa Krimia itakuwa sehemu ya, ya Urusi mm. ambayo ilichukuliwa mwaka 2014 na Urusi. Lakini ukini... na, hapo Marekani imekubaliana na nani? Na Urusi mm. kuwa Krimia, yani Marekani itatambua kuwa Krimia imekubali ya yani sharti, sharti la Urusi. Sasa upande wa pili hawa, nimemsikia waziri wa mambo, waziri wa ulinzi wa Ujerumani anasema Pistola, anasema kuwa haiwezekani Ukraine ikubaliane na huo mpango, kukubaliana na mpango wa kuwa wa kuwa Crimea iende kwa Urusi, itakuwa kama vile ambayo kimsingi iko chini ya Urusi, ambayo iko chini ya Urusi, imedhibitiwa na Urusi toka miaka 11 sasa mm -hmm, iko chini ya udhibiti wa Urusi. Sasa anasema kitendo cha kukubali, itakuwa kama vile Ukraine imejisalimisha kamili mm, kwa Urusi mm, halafu ma... kwa sababu katika hili ugumu wake unakuja kuwa Urusi mfano alipeleka maombi labda kumi, ndio kati yake tisa yote yamepitishwa kuwa hili hili, hili, hili, hili, hili we tunakubaliana. Ukraine aliyopeeka kumi, karibu tisa yote yamekataliwa. Sasa unaona kuwa msuluhishi bega lake limeinama mm. lakini ameinamisha kwa sababu gani? Huyu mwingine kashikilia vingi. Ni jana tu ambapo e, u, u, Urusi inatutangazia kuwa imekomboa eneo lote la Krusi ambako Ukraine waliingia August, hiyo wanakuambia kuwa wamelikomboa lote taifa ya Ukraine inasema kuwa bado tuko kwenye mstari wa mapigano mm -hmm. na ni jana pekee inatuthibitishia kuwa Urusi kuwa kweli tulikuwa tunatumia vikosi mm -hmm. vya Korea Kaskazini na ni jana hiyo Korea Kaskazini inathibitisha kuwa vikosi vyake vilikuwa Kursi vinapigana askari elfu kumi na mbili walikuwa kule. sasa unaona kuwa msuluhishi wa huu mzozo kaweka bega lake lime, limeinama haliko sawa, lakini yote anafosi kuwa nataka nimalize huu mzozo yeah. kwa hiyo shida iko hapa kuwa stili Ulaya bado wanamvuta Ukraini hmm. na wanaonekana kuwa sisi tunakuunga mkono hmm. na hatukubali kuwa wewe ukubaliane na hivi vitu wanavyovipeleka. Lakini upande wa pili Marekani yeye ameegemea kabisa upande wa pili. Juzi alivyokuwa anafanya ma mahojiano na Time karudia ile ile kauli yake kuwa nailaumu Ukraini kwa nini ilianzisha vita mm, na, na, Trump, na Trump, uh, Trump anasema na ilaumu Ukraine kwa nini ilianzisha vita na, na Urusi. Sasa so, ukirudi nyuma ukiongelea kuwa Ukraine alikuwa na uwezo wa kuanzisha vita na, na Urusi utaona jibu nani alikuwa nyuma ya Ukraine, nani alimpeka Ukraine aanzishe vita, nani alimwahidi, nani aliingilia mazungumzo, kwa sababu hapa kauli mbili zitagongana kuwa Urusi, kwa kauli ya ya Putin ambaye ameizungumza mara kadhaa kuwa Marekani na na, na Uingereza ndio ziliyazunguka mazungumzo ya Ankara mwanzo kabisa mwa vita anasema kuwa Boris Johnson na Biden ndio walimwambia Zelensky kuwa endelea na vita. Hmm. Usirudi sisi tutakusaidia. Leo hii Trump anakwenda kumlaumu moja kwa moja nani? Zelensky kuwa wewe ndio uliyesababisha. Yaani hataki kulaumu nchi yake kuwa sisi ndio tulikuwa nyuma ya, ya mpango kamili. Hmm. Kwa sababu kama kama bila Marekani nadhani vita ingeisha ndani ya wiki mbili. Za mwanzo kabisa. Yeah. Eh, sasa Trump bado yeye ile mvutano wake na Zelenski uko wazi na na anachotumia uh, uh, Marekani sasa hivi ni ni, ni, ni ubabe wa uh, kumkandamiza Ukraine, Ukraine akubali baadhi ya masharti ambayo yeye hataki kukubali, ili vita iishe. Ama ni diplomasia yenyewe ndio inataka hivyo? Hivi sasa, hapana diplomasia haifanyi kazi tena hapa. Kinachopo ni shinikizo, kwa sababu uh, diplomasia ni hali ya kufahamiana, kuwa mi na hoja hii, wewe una hoja hii hi. hmm. Je, hoja yangu inazungumzika ina kwa sababu ukiangalia mfano juzi walivyokutana pale kwenye maziko ya papa mm, ilikuwa ni mara ya kwanza toka walikwanguana kule kwenye ofisi ya Oval mm, ofisi... ya mazungumzo waliotengenezea mazingira hapo, wakakutana wakazungumza hapo hapo ya inaonekana. Uh, ukitazama hiyo taswira na, na waliangalia wali, waliokutana ni wote ambao wako kwenye mgogoro, maanake mm, Macron ana mgogoro mkubwa na Urusi um, hao ndio ambao Urusi anaamini kabisa kuwa nyuma ya Ukraine kwa sasa. Kwa Ulaya yuko Macron mm, ambaye ndio an anachochea zaidi kuzuia hiyo vitu. Sasa ukiwaona, okay, hizo hizo sura hapo tatu zote zilizokutana na hayo mazungumzo yaliyoendelea hapo yeah. tazama kama hii Mm. Yeah, unaona hayo mazungumzo okay, Ukitazama tu hizo taswira zao na, na, na, na jinsi walivyokaa na kuzungumza yeah. unaona kabisa kuwa kuna vitu bado haviko sawa eh. kwa maana hatuzungumzi kama Oval, kwa sababu Oval nilikujibu mbele ya waandishi wa habari, kwa sababu ulitaka tujibizane mm. baada ya kuita waandishi wa habari. Sasa hapa tunazungumza sisi kwa sisi, na hakuna mtu anasikia bwana mm mwana, sisi hatukubali kitu fulani yeah na ndio maana anatoka kauli zake hazina uhakika. Hata Trump anasema huenda Zelenski akakubali Crimea, lakini sio kuwa Zelenski amekubali huenda. hmm, hmm. hizo ni kauli ambazo Trump ukizisikiliza mara kadhaa huwa anazitumia kutaka ku, ku, ku, kuwapeleka baadhi ya viongozi kuwa, yani anakuleta ili usibishe. hmm. kwa sababu ukinibishia itaonekana kama vile hii hi, achosema Marco Rubio, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani uh, kwamba kama mambo haya yatafanikiwa, watajitoa na, lakini hajaeleza watajitoa lini e, ama ni kwa muda gani ambao wanategemea kwamba hizi juhudi zizae matunda? Ni kama wanatishia tu ili Ukraine akubali wanachokitaka, ama ni kweli wanaweza wakajitoa? Na kama watajitoa itakuwa na athari gani? Sidhani kama Marekani yuko tayari kuziachia dola bilioni mia tano hmm. za mkataba wa madini, kwa sababu zile fedha zinakwenda sambamba na haya umalizaji wa vita mm -hmm. Ndio Marekani ataanza kuchimba ile madini ya Ukraini, kama hii tabaki vile, Marekani hawezi kwenda kule. Marekani bado analo shinikizo la kumlazimisha Ukraini kusalimu amri, kama alivyofanya shinikizo la kwanza, kwa sababu hoja za Ukraini za mara ya kwanza bado zilikuwa zina mashiko, lakini Marekani alichofanya ni kuondoa ile ile, umeniuliza so, diplomasia ni aliondoa diplomasia, akatumia nguvu, kuwa akakata usaidizi wa kijeshi mm -hmm. wa kijasusi, funga anga Usipeleke silaha hmm. Kwa hiyo Ukraini akawa gizani, ni sasa umezimiwa umeme kabisa, huko kwenye chumba chenye giza akaona, maana sioni chochote. Sasa utarudi utasalimu amri, utasalimu amri, unawashiwa taa, anakuashia kwa hiyo. Bado Marekani sioni kama ana hiyo nafasi ya kujiondoa kwenye haya mazungumzo, na kama Marekani akijiondoa kwenye haya mazungumzo, ndio nimekwambia kwenye kauli ya mwanzo, nilikwambia tumuulize Trump kauli zake ni halisi au sio halisi, kwa sababu alituambia kuwa hii vita Biden iliye mshinda yeye angeimaliza ndani ya 24 hours. Sasa amevuta muda, inamshinda na anaamua kuiacha. Maanake kuwa kauli zingine anazotuambia hatuna, hatuna sababu ya kuziamini kama ni kweli, kama hii moja limemshinda, ambaye yeye alituhakikishia kuwa yeye ndio hasa yani, eh, anaweza ku, ku, kuvunja huu mfupa ambao wengi umewashinda, hmm. hmm. Sasa so, tumalizie na hili la uh, wanamgambo wa Houthi wa Yemen wamevamia, wameshambulia Israeli na wameshambulia moja kati ya kambi za kijeshi huko Israel eh, Never time. Yes. Eh, hao ni kina nani na wanataka nini hasa kwa Israel? Na nao ni mwendelezo wa kile kile ama vita ile ile yanayoendelea kati ya Hamas na, na Israel. Kwenye makubaliano ya Januari 19 ambayo yalisitisha vita kati ya Israel na Hamas, wahuthi walitangaza kuwa na wao wamesitisha ushambuliaji wa meli zinazopita kwenye Bab el-Mandeb kwenye mfereji ule wa unaokwenda mpaka um, kule juu Misri Alexandria unaovuka pale Suez Canal ambao ina connect na bandari ya Eilat ya, ya Israel. Sasa wakasema tunaungana kwa sababu Israel wamesitisha, anasema wao wao wanasema hii vita sio yetu, sisi vita hii sisi huwa tunaunga mkono watu wa Gaza kile wanachokiamua, na sisi tunakubali. Ikiwa wao tutafikia hmm, makubaliano na Israel hata ya kudhulumiwa, lakini wamefikia makubaliano hmm, na sisi hatutofanya sasa baada ya kuvunjwa yale makubaliano, washirika wa Hamas, baada ya kuvunjwa yale makubaliano mwezi wa tatu na mzingiro wa, wa kuingiza bidhaa chakula na kila kitu, wakatangaza tena kuwa Israeli, tunakupa siku nne kama bado utakuwa umezuia vile na sisi tunaanza kuzuia meli zako tena na Marekani zinazopita kwenye mfereji wetu. Sasa walivyoanza kuzuia, hmm. Marekani akaingilia kati. Ndio. Marekani sasa hivi anafanya mashambulizi ndani ya Yemen kwa leo inaweza ikawa wastani inavuta karibu siku 40 mfulu hizo. mm-hmm. Marekani ana, anafanya mashambulizi ndani ya ya ya Yemen. Sasa imekuwa ni kuwa Marekani na washirika mfano Marekani, Uingereza, Canada na baadhi ya nchi ambazo zinafanya mashambulizi ndani ya Yemen. Wao Marekani wakimaliza wale wa Houthi wanarusha makombora kuelekea Israel hmm. Lakini Israel hajajibu Yemen toka hizi siku toka usitisha hii mapigano ya awamu ya pili yamerudi, Israel hajafanya shambulizi hata moja Ndiyo. ndani ya Yemen katika kipindi chote hajafanya, isipokuwa Marekani ndio amekuwa akitumia hizi kambi zake zilizo karibu kwa upande wa Jibuti na upande wa pili kuanza kushambulia upande wa pili wa Yemen, kwa hiyo hmm. haya ni mashambulizi ambayo yamekuwa tit for tat. Mm. piga na haruni piga na piga, lakini uh, tunafahamu tu kwamba walikuwepo pia Hezbollah ambao wakati fulani walikuwa na wana support Hamas, na kijio kutokea ni kwamba uh, walipoteza vitu vingi, ikiwemo kuuawa kwa kiongozi wao Hassan Nasrallah na na, na, viongozi wengine, na ikaonekana kama walielemewa wali hao wahudhi wana nguvu kiasi gani, pengine zaidi ya Hezbollah ambao wao walikuwa wali kujaribu ku uh, na wamekuwa kwa namna moja ama nyingine wanaisaidia Hamas Ukiweka namba ni tofauti kidogo. Ukiweka namba ya washirika wa, wa Irani ambao ni watatu, hmm, kwa eneo la mashariki ya kati hmm, utawachukua wa Hizbullah, utawachukua Wahuthi, utawachukua Hamas hmm. Ukiyatazama kwa ukubwa na nguvu, hawa Wahuthi wanakuwa na nguvu zaidi kwa sababu ni jeshi kubwa zaidi kuliko haya makundi mengine matatu kuliko haya makundi yote mawili hmm, kwa sababu wao wana uwezo pia wa makombora ya masafa marefu, teknolojia kubwa kama, na, yafanya, kama haya ambao wanayafanya makombora makubwa sana, makombora ambayo yanavuka kwenye anga zingine na kwenda upande wa pili zaidi ya kilomita elfu kadhaa wanakwenda. Kwa hiyo huo uwezo wanao wa juu, lakini hapa wao hawapigani na Israeli yani, wako na washirika. Yani, kwenye, kwenye Yemen, na washirika kwenye mashambulizi ambayo yanatokea Yemen yanafanywa na washirika ambao zaidi ya nchi ishirini kwenye muungano ambao ulianzishwa mwezi Novemba mwaka jana, ambao moja ya nchi ya Kiarabu imo, Jordan ipo kwenye huu shirika ambao unashambulia upande wa pili. Kwa hiyo hawa ni washirika ambao wako huku. Sasa ukitazama mfano Hizbilah wamefungwa na makubaliano. Sasa ni kama wanatafutiwa sababu, kuwa wao wamejifunga kwenye makubaliano ya Novemba. Novemba waliingia makubaliano kati ya Israeli, Marekani, Ufaransa na wenyewe. Hmm. Na ndio maana jana Israel ilifanya shambulizi kwenye vitongoji vya kusini mwa Beirut. Ndio. Dahia ilivyofanya mashambulizi, rais wa Lebanoni haraka hakuwataja Hezbollah, akamsemesha Marekani na Ufaransa, akamwambia nyinyi ndio wasimamizi wa haya makubaliano kwa hiyo mnapaswa kujua kuwa makubaliano yanakiukwa. Kwa hiyo wale, wa, wa, wale Hizbillah bado wamefungwa na makubaliano, kuwa tunayo makubaliano ya usitishaji vita, ndio maana wamekaa kutazama. Sasa wahuthi, hakuna mazungumzo ambayo yalishatokea kati yao jewa wajifunge na makubaliano yoyote lakini ukitazama kwa nguvu, hawa bado pia wana nguvu kubwa, kwa sababu wahuthi wamepigana na nchi karibu zote za uh, karibu miaka mingapi hapa wamepigana na Saudi Arabia, Qatar nani Marekani, wote walikuwepo wamepigana nao na wakawashinda, wakawasukuma pembeni. Sasa subiri tuone mambo watakavyokuwa. Shukuru mm sana Ibrahim Rabi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, tukizungumza naye kwa taarifa ambazo nimekusomea <muchasana>